Karibu katika Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Mashambulizi ya Israel dhidi ya Irani yamesababisha mashirika ya ndege ya kimataifa kusimamisha safari za kuelekea katika baadhi ya maeneo ya Asia Magharibi kutokana na kufungwa kwa anga na wasiwasi wa oh, usalama. Wakati mzozo huo ukiingia katika hatua mpya kufuatia shambulio la Marekani kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran, baadhi ya mashirika ya ndege yalihama kughairi safari za kuelekea kwenye vituo kama vile Dubai na Doha nchini Qatar. Aidha, licha ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Iran na Israel, lakini bado yapo baadhi ya mashirika ya ndege ambayo yameendelea kusitisha safari zake za kuelekea eneo hilo. Baadhi ya mashirika hayo ambayo yameghairi safari zao za kwenda na kutoka eneo hilo ni pamoja na Fly Dubai, Qatar Airways, Fly Emirates, Etihad Airways, Air India, El Al ya Israel, Pegasus ya Uturuki na Tus Airways ya Cyprus ambapo yamegairi safari za kwenda kwenye mataifa ya Iran, Israel, Iraq, Siria, Lebanon na Jordan. Sambamba na hilo, viwanja viwili kati ya vitatu vya gesi asilia vya Israel, Leviathan na Karish vilivyo karibu na pwani yake ya Mediterania ambavyo hutoa sehemu kubwa ya mauzo ya nje kwenda mataifa ya Misri na Yordani vilivyofungwa tangu Juni 13 kutokana na mzozo wa Iran na Israel vimeanza kufanya kazi tena. Usiache kulike na kusubscribe. Hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi.